Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati huu sasa ni wakati wa kumkaribisha gwiji mmoja wa lugha, gwiji ambaye ni chimbuko la maarifa, sisi tunaita chimbo la maarifa. Ukimpa nafasi ya dakika tano kuongea naye unaondoka na vitu vingi sana, lakini zaidi sana, mheshimiwa huyo atakaposimama hapa, yeye amekuwa mfawidhi wa matukio kwa muda mrefu pale chuo kikuu amesherehesha sana lakini, alipopata uh, uprofesa, wakaona ni kama kumwita master of ceremony inapwaya, wakamwita dean of ceremonies. Maana yake uh, dean ni jambo la heshima kwa mtu, na huyu si mwingine Uh, nikukaribishe kwa mahaba yote. Naomba tumshangilie sana waziri wetu anapoingia hapa. Na mheshimiwa waziri unakutana na vyama vingi hapa. Kuna chama cha TMCA, chama cha Saa, chama kutoka Mbeya, ni vyama ambavyo viko kwenye tasnia hii. Naomba kwa pamoja useme nasi. Karibu sana. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi katika shughuli ya leo. Mheshimiwa Joseph Modest Mkude, Mkuu wa Wilaya ya Arusha, ambaye pia anamwakilisha Mkuu wa Mkoa wa Arusha. Comrade Dadi Musa Matoroka, Katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha Bi Esther Richard Kimweri, mwenyekiti wa Chama cha Kisima cha Mafanikio Taifa, Dr Kedmon Mapana, katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa la Sata, Bi Christina Mwakitwile, katibu mkuu wa Chama cha Kisima cha Mafanikio Taifa, Bwana Moses Pesha kaimu katibu tawala wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Festo Kiswaga mkuu wa wilaya ya Munduli, na Mheshimiwa Salum Kali mkuu wa wilaya ya Longido, wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa wa Arusha na wa wilaya ya Arusha, Mheshimiwa Maximilian Matle Irage msaiki meya wa jiji la Arusha, mwasisi wa Kisima cha Mafanikio Mwalimu Bryson Makena, Waheshimiwa viongozi wa madhehebu ya dini, watendaji wote wa serikali kutoka wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, ofisi ya mkuu wa mkoa na baraza la sanaa la taifa, BASATA, na taasisi nyingine za serikali, wanachama na washiriki wote wa kongamano la wafawidhi wa matukio hapa nchini, bila kumsahau pia katika orodha hii ya itifaki, mmiliki wa Olasiti, hoteli ya Olasiti. Na management yote ya hoteli ya Ola City, wana wanahabari, wasanii, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Awali ya yote naomba kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim, Mwenyezi Mungu Rahim, Mwenyezi Mungu Rahimu, kwa ruzuku ya uhai na kutuwezesha kukutana hapa leo katika jiji la Arusha na katika viunga hivi vya hoteli ya Olasiti, kwenye kongamano hili muhimu linalowakutanisha wadau wa sekta au tasnia ya ushehereshaji na upangaji wa matukio nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu mkubwa kwa niaba ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na kwa niaba ya wanachama wote wa Chama cha Kisima cha Mafanikio, yaani Chama cha Wafawidhi wa Matukio Tanzania, napenda kutumia fursa hii adhimu kukaribisha rasmi katika kongamano letu la kitaifa lililoandaliwa na chama hiki ikiwa na dhamira ya kuinua taaluma ya ushereshaji na upangaji wa matukio nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wengi wa washereshaji waliopo hapa ni walimu, nami naona fahari kubwa kwa sababu mimi mwenyewe ni mtoto wa walimu. Baba yangu alikuwa mwalimu, mama yangu alikuwa mwalimu. Basi na mimi kwa maana hiyo nimerithi ualimu na sehemu kubwa ya familia yetu ni waalimu. Kwa hiyo ni furaha kubwa sana kuwa katikati ya waalimu. Na nyinyi waalimu, mjue mnazaa watoto ambao baadaye Mungu anawabariki sana kama nilivyobarikiwa mimi. Aidha, pia ninaona fahari kubwa sana na heshima kubwa sana kuwa katika kaumu hii ya washereheshaji kama ambavyo mwalimu Makena ameeleza. Nimeifanya shughuli hii katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa muda mrefu takriban miaka ishirini, na baadaye chuo kikuu cha Dar es Salaam kikaamua kuirasimisha nafasi hii na kuifanya kuwa ni sehemu ya uongozi wa chuo na kuipa wadhifa huo jina la Amidi wa Sherehe, yani Kiingereza Dean of Ceremonies. Lakini kwa sababu ya nafasi nilizonazo na nazo, shughuli hiyo siifanyi tena lakini kama wasemavyo chambilecho, Waswahili, mwana wa muhunzi asipo sana hufukuta. Kwa hiyo sasa, siwezi kufanya kazi ya kusana, lakini naendelea kufukuta. Kufukuta kwa Kiingereza ni blowing blowing. Kwa hiyo na sasa siwezi kusana chuma, lakini naendelea kupuliza, kufukuta, blowing, na leo nimepata nafasi ya kufanya hivyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Tunajivunia kuwa na jukwaa la kitaifa la kuwaendeleza washehereshaji, wahamasishaji, waelimishaji, wa washauri na waandaaji wa matukio kupitia mafunzo ya kitaaluma na majukwaa ya mijadala mbalimbali, ikiwemo hili lililotukutanisha hapa leo. Tunakushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu na kujumuika nasi katika siku hii muhimu sana kwa ukuaji wa tasnia hii inayochangia uhamasishaji wa shughuli za maendeleo katika nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Napenda kutoa pongezi za dhati kwa uongozi na wanachama wa Kisima, chama cha Kisima cha Mafanikio, kwa juhudi kubwa wanazozifanya katika kukuza taaluma ya ushereshaji na upangaji wa matukio na kuiweka taaluma hii katika ramani ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini. Ushehereshaji na upangaji wa matukio ni kazi ya kitaaluma inayohitaji weledi, nidhamu, ubunifu na uwajibikaji wa hali ya juu. Tumeshuhudia kupitia majukwaa mbalimbali jinsi ambavyo mnabadilisha fikra za jamii, kuelimisha na kuchochea maendeleo kupitia vipaji vyenu. Taasisi yenu ya Chama cha Wafawidhi wa Matukio Tanzania ni mfano bora wa ushirikiano wa kitaaluma unaojengwa juu ya misingi ya uzalendo, maadili na mshikamano. Ni ukweli usiopingika, fani hii imekuwa chombo muhimu cha mawasiliano chenye mvuto mkubwa, hasa kwa vijana ambao ndiyo nguvu kazi ya taifa. Kupitia kazi zenu, taifa linaendelea kufaidika na vipaji ambavyo hapo awali vilikuwa havitambuliki rasmi. Leo hii tunazungumza kuhusu sekta ambayo ina mchango mkubwa katika kukuza ajira, kipato, maadili na hata utambulisho wa taifa letu. Mheshimiwa Waziri Mkuu na wageni waalikwa, serikali kupitia wizara yetu inatambua changamoto na mahitaji ya sekta hii. Tumeendelea kushirikiana kwa karibu na wadau kupitia taasisi zetu za Baraza la Sanaa la Taifa, BASATA, na ofisi ya hakimiliki KOSOTA ili kuhakikisha kwamba sekta ya ushehereshaji inapata mwongozo na mwelekeo rasmi wa kitaifa. Aidha, baraza la Kiswahili la taifa BAKITA imeendelea kushirikiana na tasnia hii katika kukuza matumizi ya Kiswahili sanifu na fasaha. Napenda kuhakikishia kuwa mapendekezo yenu yakiwemo mafunzo rasmi usajili wa kitaaluma na ulinzi wa maadili ya kazi yenu tayari yapo mezani na yanafanyiwa kazi kwa weledi mkubwa. Aidha, serikali inaendelea kuhimiza matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii kwa ajili ya maendeleo ya taifa, na hapa nitoe rai kwa wafawidhi wote wa matukio kutumia mitandao kama jukwaa la kuelimisha na si la kudharirisha au kupotosha jamii. Tuendelee kulinda tunu za taifa letu kwa kuzingatia maadili ya Kitanzania katika kila jukwaa na kwenye kila shughuli zetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu na wageni waalikwa, nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wake mahiri na kwa kutoa fursa kwa Watanzania kukuza vipaji vyao na, kuku, na kuendeleza stadi za kazi na taaluma katika tasnia mbalimbali ikiwemo hii ya ushehereshaji na upangaji wa matukio. Hakika Mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassan amekuwa katika mstari wa mbele wa kulea vipaji vyote na kuvipa nafasi ya kuweza kuonekana na kutenda kazi zao kama ilivyo kwenu watu wa Kisima. Leo hii, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa namna ya kipekee tumepata heshima ya kuwa na wewe kama mgeni wetu rasmi. Wewe ni kiongozi wetu mashuhuri mzalendo na mtetezi mkubwa wa sekta ya vijana na maendeleo ya vipaji. Waziri Mkuu, tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako kuja hapa <coughs> na wote tumemsikia Mwalimu Makena akikiri wewe ni mwalimu wake, na kwa umahiri kabisa na ubingwa kabisa kumtambulisha na mke wake, naye ni mwanafunzi wako lakini ni mshukuru sana Oscar Nyerere kwa ubunifu alioufanya. Na leo ni siku ya Bwana, ya Jumapili ya Matawi au Jumapili ya Mitende. Yeye amewahi kupata sadaka, na kwa mnajili huo na mnasaba huo asisahau kupeleka alichokipata leo, leo eh, kwa sababu leo Bwana Yesu Kristo anaingia Yerusalemu kwa kushangiliwa. Kwa hiyo ashangilie kwa kupeleka sehemu kidogo huko ili kwa rezima yake iwe imekamilika, lakini namtaja kwa sababu na yeye pia amekiri mbele yako kwa, kwa jinsi ambavyo umemsaidia na kumwinua na yeye leo anaonekana kwao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha sekta zote za kijamii na kitamaduni zinapata msukumo mpya wa maendeleo. Umeonyesha dhamira thabiti ya kulinda, kuendeleza na kuthamini vipaji vya vijana wetu. Kupitia uongozi wako Tumeshuhudia mabadiliko makubwa katika usimamizi wa sekta za sanaa na utamaduni sambamba na utekelezaji wa mipango inayolenga kuinua ajira kwa vijana kupitia vipaji vyao. Kwa kuzingatia, leo wewe ndiye mgeni rasmi nami, na pia nisitumie vibaya muda niliopewa. Baada ya maneno hayo machache ya usuli, basi kwa heshima na taadhima. Naomba sasa nitumie nafasi hii kukaribisha Mheshimiwa Kasim, Kasim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili uweze kuzungumza nasi kufungua rasmi kongamano hili na kuzindua nembo pamoja na beji ya chama cha Kisima cha Mafanikio. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana na kaumu hii ina hamu ya kukusikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan oye! na nyie wenyewe Kisima cha Mafanikio oye, oye. Haya, tukae. Mheshimiwa Profesa Panamagamba Kabudi, mbunge, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo; Mheshimiwa Joseph Mkude, mkuu wa wilaya ya Arusha; Komredi Dadi Musa Matoroka, Katibu wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Festo Kiswaga, mkuu wa wilaya ya Monduli, Mheshimiwa Salom Kali, mkuu wa wilaya ya Longido, Dkt. Kedmon Mapana, katibu mtendaji baraza la sanaa la taifa BASATA, ambaye anamwakilisha katibu mkuu wa wizara ndugu Moses Pesha, kaimu katibu tawala wa mkoa Natambua pia uwepo wa kamati ya ulinzi wa usalama ya mkoa, Mheshimiwa Dr. Wilfred Sailela, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Arusha, katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi na wajumbe wa kamati ya siasa wilaya ya Arusha mlioko hapa, Madam Esther Kimweri, mwenyekiti wetu wa wow. taasisi hii muhimu sana ya Kisima cha Maarifa, e cha Mafanikio, ambaye yuko hapa pamoja na Bi Kristina Mwakikwite Mwakitwile katibu mkuu kisima cha mafanikio. Natambua uwepo wa kamati ya utendaji ya kisima cha mafanikio, Mheshimiwa Maximilian Irange, mstahiki meya wa jiji letu la Arusha. Tunashukuru kwa kutukaribisha vionge.